Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kila unapotazama taarifa za habari, wanahabari mara nyingi hupitia changamoto si haba kuhakikisha unapata taarifa kwa wakati, kwa lugha fasaha, na hata kwa kuzingatia sheria na kanuni za uandishi wa habari. Mara nyingine lugha huwa telezi, na kwa wengine, hata maneno hupotea wasijui la kusema. Hizi ni baadhi ya picha wanapokuwa kazini kukusanya taarifa, kama ilivyoandaliwa na Emmanuel Toro. Rais William Ruto ameweka wazi ripoti ya utendakazi. Unisaidie kidogo. Hizi mpya zimebadilisha mkondo. Zimebadilisha? Trakta hizi mpya zimebadilisha kilimo na... Uko sawa? Kuna kitu ulisema. Trakta hizi mpya zimebadilisha kilimo na wengi wamekumbatia sasa, wakazi pia wanaitaka serikali kuhakikisha ya kwamba ikiwa naibu wa rais William riga, mbona nsemanga Ruto? Sawa. <laughs> <laughs> Sasa wameapa kwamba watashirikiana ili kumng'atua rais William Ruto. <laughs> anzo, anzo. How do I look? ili kuhakikisha kwamba wote wako na afya iya, kitu unasoma dakika moja inakuchanganya. <laughs> <laughs> alipata nguvu ya kupona na pia naenda wapi? Naenda wapi. Mombasa. Kituo ki, kituo cha timlishoinga ambapo kit, utamaduni wa ujaluo imekita mikambi <mucheremo> <mucheremo> <mucheremo> <mucheremo>